Yeremia sura ya kwanza mstari wa tisa hadi wa kumi Yeremia sura ya kwanza, mstari wa tisa hadi wa kumi Mungu akanyosha mkono akakishika kinywa cha Yeremia akasema, ninayaweka maneno yangu kinywani mwako, ili ukang'oe, ukaharibu, ukavunje, ukateketeze na ili ukajenge na kupanda. Mungu ameiweka neno la mamlaka kwenye kinywa cha mtakatifu. Neno hili sio tu la kukaa hivi hivi, liweze kufanyiwa kazi na udhirisho wa nguvu ya Mungu iweze kuchukua nafasi. Agano la Kale, kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 17 mstari wa 21 na 22. Elia nabii kwa kinywa chake alitangaza, alitumia mamlaka ya Mungu vizuri. Alisema, aliamuru, akatangaza kwa kinywa chake Elia nabii alisema mvua itanyesha kwa miaka kadhaa, na kwa kinywa chake hicho akasema mvua na kufungulia, ikaanza kunyesha. tuko sawa? Kuna wakati fulani katika kitabu cha wafalme wa pili, wafalme wa pili sura ya pili mstari wa kumi na tisa hadi wa ishirini na mbili katika mji wa Jericho hali ilikuwa ni mbaya, maji yote yaliingiwa na sumu yakawa hayafai kwa hiyo, sema kwa hiyo hakuna sehemu ambayo wanaweza kunywa maji wakaishi. Wakamlilia Mungu watu wa Yeriko, akaja nabii Elisha. Nabii Elisha alipokuja aliomba nini? Alisema, nileteni bakuli, bakuli mpya, nileteni na nini? na chumvi. Akavichanganya, akatamka neno, akasema kuanzia sasa, ewe maji wenye sumu, kuanzia sasa umefanyia kuwa maji msafi. Muda ule ule maji ya mji mzima yakawa safi. Kinywa cha mwanadamu kimepewa kuumba. Kinywa hichi hichi kinaweza kutangaza uzima, na kinywa hichi hichi kinaweza kutangaza nini? Mauti au uharibifu. Tunakitumiaje kinywa chetu? Kuna mtu mwenye ongea nami, mwanapenda Yesu Kristo alionyesha kwa mifano alipokuwa katika mwili miaka elfu mbili iliyopita, Luka sura ya 4, Luka 4 mstari wa 39, Yesu Kristo anaikemea homa ya mama mkwe wake na Petro alienda kwa Petro akakuta mama mkwe wake ana homa, akaongea na homa, akasema, ewe homa, inakuamuru mtoke mama huyu, homa ikasi, ikasikia ikatii, ikamwacha homa, homa ilimwacha, aliambia, ewe homa, acha mwili wa huyo, ikamwacha, ika. Wakati mwingine kwene Mathayo sura ya nane mstari wa tatu Mathayo nane tatu Yesu Kristo anakuta mtu mwenye ukoma ana ukemea ukoma, ukoma ukasikia. Kumbuka, haya magonjwa yana masikio na yanaona na yana miguu na yana mikono ya, ya kumwendesha na kumtia mtu dhaifu. Ni roho. Ni kweli hapo, magonjwa yanayotokana na, na mazingira labda na mtu kutokuwa na nidhamu ya chakula na vinywaji, si ndio? Lakini yako magonjwa ambayo chanzo chake ni nini? Ni ufalme wa giza. Ndio maana madhabahu za giza z zikaamuru roho fulani zikamtia mtu ugonjwa. Biblia nasema mapepo yakamtia udhaifu akawa na degedege. Mapepo roho chafu zikamtia udhaifu. Roho zina tabia kumtia mtu udhaifu, alikuwa nomo amekamilika, zinamtia udhaifu. Hizi roho zinazotia udhaifu, uoga, zinaamriwa, zina chanzo, kuna sehemu zimetokea. Haziwezi zikamwacha mtu mpaka ziamuriwe. Ndio maana mtu ambaye amekumbwa na kufunikwa na roho ya mauti au roho ya maradhi au uharibifu fulani. Unapomwangalia na kuona ile mauti au uharibifu, unautamkia ile mauti. Ewe mauti, toka ndani ya huyo mtu. Ewe mapoza na kuamuru toka ndani ya huyu mtu. Unapotangaza tu hivyo, mapoza na ile mauti na ile uharibifu, unaacha njia, unamwacha yeye. Ni kwa nini? Wanasikia. Marko sura ya pili mso kui na moja Yesu Kristo alizungumza na an na, natnaparais akaiambia kwanza kwanzia uko sawa ikasikia ikamwate wengi. Marko sura ya nne? Marco Sule ya t Yesu Kristo anasema na upepo, anaongea na mawini, anazungumza na nature, anazungumza kote huko, anazungumza kota huko, anasema aliongia upepo, Peace, uwe na amani upepo ukatii, na mawimbi ya bahari yakafanyaje? Yakatii. Ulimwengu wa roho unatawaliwa kufanyaje? Kwa kusema, kwa kuzungumza. Tuko sawasawa wapendwa, eh? Mathayo sura ya 21 mstari wa tisa. Yesu Kristo anasema na mtini, mtu wa mtini, ulikuwa sio msimu wa mtini, lakini alikuwa anafundisha namna ya kuitumia mamlaka. Alikuta mtini umestawi, ila mtini haujaiva bado Akawambia mtili kwanza, utafanyaje? Hautazaa. walipoenda waliporudi, mtili umefanyaje? Umekauka, na haukuwa ni msimu wa mtili. Kumbuka, chochote kile ambacho kilichoungwa na Yesu Kristo, ambaye ni muumbaji, ni chanzo cha uzima, lazima kimtii huyo ambaye nio chanzo cha uumbaji. narudia tena kama Yesu Kristo ni chanzo cha uumbaji na vyote vimetokana na yeye, pasipo yeye hakuna kilichofanyika. Sauti ya Kristo Yesu, roho ya Kristo anapozungumza ndani ya mtu, uumbaji utatii, utabawa, utainawa, utasikia, maanake ni muumbaji amezungumza ndani ya mtu. Kuna mtu mwingine anapata yote. Kwa hiyo akizungumza ndani yangu, ndani yako, wewe mwenye Mungu, lazima uumbaji nature itii kwa sababu yeye vyote vimetokana na yeye na vimeumbwa kwa ajili yake na kwa ajili ya utukufu wake. Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 15 hadi 17 andika. Wakolosai 1:15 hadi 17. Matayo sura ya 14 mstari wa 19 hadi 21 inazungumza pia habari ya namna Yesu Kristo alivyotumia mamlaka kwa kusema kwa kuzungumza. Ila wanafunzi wa Yesu Kristo pia walionyesha mfano kile ambacho walichokiona Petro na hata Paulo aliposoma nyaraka waliposoma, aliposimuliwa na wenzake wanafunzi ambao walikuwa ni mashahidi wa macho kwa macho walikuwa na Yesu Kristo kwenye Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 34. Petro mtume Petro anamwambia Ainea, anamwambia Ainea, anamwambia Ainea, Yesu Kristo akuponya inuka, uende. Yesu Kristo ala, Petro anamwambia Ainea, Yesu Kristo amekuponya inuka, uende Ainea nailuka alikuwa mzima. Matendo Mitume ya sura ya kumi na nne mstari wa tisa na kumi Paulo mtume alipomkazia macho mgonjwa na kuona ana imani ya kuponya ndani yake, aliona ana imani ya kuponya ndani yake, akasema kwa sauti kuu, simama uende u mzima. Kuanzia sasa Anapokuja mtu mdhaifu au mwenye uhitaji fulani, nikimwangalia, nikiona imani ya kuponywa ndani yake, nikiona imani ya kuinuliwa, imani, nikiona imani ya kile alicho kijia, ninapokuwa na ninatangaza ile imani iliyoko ndani ya yule aliyekuja, ninapotangaza, napotangaza kwa mamlaka ya kimungu, ile mamlaka ya kimungu inakombai, inaunganika na ile imani iliyoko ndani ya moyo wa yule mtu, na imani yangu mimi katika Kristo Yesu natokee ila haitakaa itokee kama tumekaa kimya. Wewe umekaa kimya na mimi niko mbele yako, umekaa kimya, lazima mtu afanyaje?